Naibu Waziri wa Fedha na Mipango wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kojani, Mheshimiwa Hamad Hassan Chande amewataka walimu wa madrasa kuendelea kutoa elimu ya kuhifadhi Qur'ani ili kujenga jamii iliyo bora. Wakati huo huo, Mheshimiwa mbunge ameitumia fursa hiyo kuwatunuku vyeti wanafunzi ambao wamehifadhi Qur'ani, ambao pia mshindi wa kwanza amezawadiwa kiasi cha ja fedha pamoja na laptop yenye thamani ya shilingi milioni moja laki sita. Hatua hiyo imejiri mara baada ya kuzungumza katika fainali ya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Gando Mheshimiwa Salim Musa Omar huko katika ukumbi wa baraza la wawakilishi wilaya ya Wete mkoa wa kaskazini Pemba. O, tunashukuru sana walimu wetu, endelezeni kuwashika vijana wetu, na vijana endeleeni kujifunza kitabu hiki takatifu. Lakini kwa kuwa tumejifunza Qurani hichi kitabu chetu hiki, ikidana Mwenyezi Mungu amejaalia kuwa na mambo mengi sana. Mara nyingi sisi huwa tunahifadhi Qur'an lakini hatujaiangalia Qur'an kama za takkutakinyakaaku haah lakini cha kufanya akionekana Qur'an ni uchumi, Qur'an ni ajira, Qur'an ni uchumi. Na Mwenyezi Mungu ametuelekeza kabisa hivyo Qur'an hata hivyo kwa upande wake mbunge wa jimbo la Gando, mheshimiwa Salim Musa Omar, ametoa wito kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi kusimamia haki katika kuendeleza majukumu yao ya kazi. Atoa wito kwa viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi huko hapa, katibu wangu wa Chama cha Mapinduzi jimbo huko, simamia usawa katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya jimbo la Gando na kuomba kwa lakini nakupa maelekezo nikiwa kama mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa nusu wako mwenyezi huko, nakupa maelekezo, hakikisha kemea maneno maneno na ufyukuyuku wa kutaka watu kuwabagua na kuadi haki wengine. Chama cha Mapinduzi tumepewa jukumu la kuhakikisha nao na na kwa baadhi ya viongozi pamoja na wanafunzi ambao wameshiriki katika hafla hiyo, wamemshukuru kwa dhati kiongozi huyo huku wakisema. kama mwanafunzi mshiriki wa juzuu 30 nimeyapokea matokeo vizuri kwa upande wa juzuu 30, na uh, alhamdulillah, matokeo kama nilivyotarajia ndio vile vile ambavyo yamekuja. Mashindano haya yamedhaminiwa na Kiongozi wetu Salim Mchapakazi. Ah, hivyo tunapenda kutoa shukurani kwa kiongozi huyu kwamba kwa, kwa lilolifanya wananchi tumelipokea kwa mikono miwili, na tunangombea dua mbele ya Wenyeziu amjalie amjali, amwendeleze katika msimamu wa kuweza kuipambania Ta'ala, kwa sababu sio kitu kidogo, na tunataka tumwambie tu kwamba ujira wake kwa Mungu wa haufutiki, atakwenda kukuta atakenda kuuta skh Nikiripoti langu, jina ni mimi Mohamed Othman wa RADA Online TV.